Ndugu waandishi wa habari na wanachama wenzangu wa ADC, tulivyoona kwa wenzetu kwamba hatuwezi kwenda mbele, kwenda kwenye malengo tuliyojiwekea, nikaanza kufanya utafiti kwamba ni wapi ambako tunaweza kwenda. Vyama vya Watanzania sio vya watu binafsi. Vyama vya Watanzania vilivyosajiliwa viko 19. Nikajaribu kupitia kimoja kimoja, katiba zao, viongozi wao kwa kweli hichi chama ambacho tumekuja leo kimepita viwango vya hao wengine. Tumeona ni chama kinachokuwa kwa kasi. Siwezi kusema kwamba ni dereva, lakini kina pilot anaendesha gari. Pilot kazi yake ni kuangalia mbele kuna nini, kabla hajanyanyua ndege, anaangalia hata hata bara huko, kwenye bara lingine la Ulaya, kuna nini ninyanyue ndege sasa hivi nitaifikisha wapi? Yaani ana uhakika ya ndege kutua salama, na ndege ni kati ya vyombo vilivyo salama ambavyo mwanadamu anasafiri kwa sasa. Lakini kingine nimepitia katiba yao na katiba ya watu wengine, lakini katiba yao imenifurahisha sana. Tumesikia mwenyekiti mstaafu hapa Mheshimiwa Rashid ameongelea kwanza imani imani za chama cha kwanza ni kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. Sisi kama taifa la Tanzania, kabla tujaanza jambo lolote, tunaanza kuimba wimbo wa Mungu ibariki Tanzania. Maana yake ni nini? Tunamkaribisha Mungu kwenye taifa la Tanzania, tunaanza Afrika, tunakuja Tanzania. Maana yake tunamkaribisha Mungu, na huku tumekutana nacho cha kwanza ni Mungu, uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu ukiwepo mambo mengine yanaenda vizuri, lakini la pili ni ubaguzi, ambako wenzetu na huko tulikotoka ubaguzi upo kidogo kidogo. Kwa hiyo ni makosa madogo madogo ambayo yanatokea huko, lakini uwepo wa Mungu naamini tutanyooka. Sasa leo nimejiunga na na ADC ADC moja ya wajibu wa mwanachama moja ya wajibu wa mwanachama wake, kama anahama anarudisha vifaa vya chama kwenye ofisi, ili aondoke kwa amani na aweze kurudi kwa amani siku anayopenda. Sisi tulikuwa tuna vifaa mbalimbali vya NCCR Mageuzi kama bendera na bendera zaidi ya mia tano, tutazikabidhi leo na nyingine tutazileta baadaye, tutazikabidhi kwa mwenyekiti ili mwenyekiti awasiliane na mwenyekiti wa chama tulichotoka aweze kumkabidhi kwa sababu hatuna lengo baya. Hivi vyama vyote ni vya Watanzania, tunataka tuone bendera ya NCCR hapa ya, ya vyama vingine huku na ya kwetu inapepea hapa, vyote vinaonekana, wananchi watuone, maongezi yetu, mavazi yetu na alama zetu ziko huko mitaani, wananchi...